Tuelekee kaunti namba 26 sasa ambapo wataalamu wa elimu katika kaunti ya Trans Nzoia wanataka shule za sekondari ya juu kuwezeshwa kwa vifaa vya masomo wakisema hatua hiyo ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa mtaala wa CBE. Kulingana na wataalamu hawa, vifaa shuleni vitawasaidia wanafunzi kupata masomo waliochangia waliochagua ili kuwaelekeza katika tasnia tofauti mbali na kuwatengenezea ujuzi utakaowasaidia maishani. Seeds viungani mwa mji wa Kitale, Joel Haemba anawasili shuleni mapema kuanza safari yake ya gredi ya 10 akiwa na matumaini makubwa. Akitoka katika jamii maskini, Joel anatambua kuwa elimu ndiyo njia pekee ya kubadili maisha yake. Kupitia vifaa vilivyo shuleni tayari, anajifunza ujuzi wa vitendo unaompa tumaini la kujipatia kazi za muda baada ya kukamilisha gredi ya 12, huku akijiandaa kuendelea na masomo ya juu uh, at least I, I feel welcomed and uh, as I prepare to be a neurosurgeon in future and help the community and my family and move them from one step and take them to a higher place. And in future I would like to become a civil engineer and I, I thank God that the school has enough facilities for me to nurture my career. Wataalamu wa elimu wanasema kuwa shule za sekondari ya juu zinapaswa kuwa na vifaa vya kutosha ili kuwapa wanafunzi maarifa ya hali halisi kabla ya kujiunga na vyuo vikuu tofauti. Ipo kwa yule ambaye hana akses kwa hizi vifaa, ni kama hata ona ni nini kinatendeka, kila ambacho amefunzwa na mwalimu, bat huyu mwenye amekiona inakuwa urahisi kwake kukumbuka. Unajua ukiona unakumbuka zaidi kushinda tu kuambiwa uta kramu. Wanaelezea kuwa ujuzi wanaopata wanafunzi katika ngazi hii utaweka msingi imara wa kufanikisha ndoto na matarajio yao katika tasnia wanazotamani kujiunga nazo siku zijazo. Hata kuna mmoja ambaye alipewa shule imeandikwa, umeitwa shule ya St Mary's. You know, shule za St Mary's Kenya ni nyingi sana. Sasa unashindwa huyu ameitwa St Mary's, St Mary's ipi Kenya hii? Maambiwa tu umeitwa shule ya St Mary's. Hata hivyo, ukosefu wa maabara ya kompyuta sayansi na vifaa vingine muhimu katika baadhi ya shule bado ni changamoto kubwa. Hali hii inawanyima wanafunzi fursa sawia na wenzao na kuongeza pengo la ujuzi hata pale wanapofaulu kujiunga na vyuo vikuu. na si lazima mwalimu awe bora, tuwape maelekezo, so tuna weekly doing practical. So hiyo iliwawezesha kupata kujua sana na pia pale ambapo hawaelewi they do research in in the the laboratory or in the computer lab. Chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini kinasisitiza kuwa kuwezesha shule za sekondari ya juu si suala la elimu pekee, bali ni uwekezaji wa moja kwa moja katika mstakabali wa taifa. Wataalamu wanasema kwamba vifaa katika sekondari ya juu vinasaidia pakubwa kuweka msingi wa elimu katika masomo ya wanafunzi hao. Collins Shitiabayi, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia. kutoka kwa